Yo, itakuwa unasikia tu eh, mdogo Paten, ama dogo Paten, anakiwasha kwenye show kubwa kubwa mno eh, anazidi kutrend eh, yeye tu akiwa na msanii mkubwa ambaye anajulikana kama vile Zuchu e bwana eh, ah, katika show zake huyu jamaa Uh, tunamwongelea dogo Paten hapa, sio kuona ni jamaa mkubwa sana, ni kibdoba mdogo tu cha elfu mbili lakini kwenye show za Singeli bwana anakiwasha hatari sasa. Hapa, we ulikuwa unasikia tu show, anapiga show za kibabe, lakini kuna mashabiki wengine wangu hawajaziona show hizo. Sasa nimeweza kukwekea hii show ya kibabe kabisa, uangalie jinsi huyu dogo anavyopokelewa na mashabiki uh, yuko na vibe balaa, hao ni watu E, za zaidi, e, zaidi ya elfu saba mtazamaji. E, mashabiki hao wakiwa wanarukaruka tu e, kwa kumshangilia kijana mdogo uwezo e, wake wa Singeli umekuwa ni mkubwa mno, akiwa amemshirikisha Zuchu kwa ngoma ambayo inajulikana a, kama vile Afande. E, usikose kusubscribe basi ili niweze kuelezea zaidi tunakoenda, e, kuna kwenda kuelezea zaidi ni sababu gani idogo anakiwasha hivi, angalia video hiyo kwa vizuri mtazamaji, e, umati wa watu kama huo mkubwa unavyoona e, basi huyo ni dogo Paten, e, kama unamkumbuka dogo fulani aliyoimba anashukuru sijui nini kisa salio e, nafanya, nitafute hela sungesema kisa e. E bwana, sijui kukariri, sijakariri vizuri hiyo nyimbo, lakini nadhani utakuwa unaikumbuka. Sasa hivi huyo ni dogo E, Paten kabisa, anazidi kukiwasha pale akiwa na mwenzake ambaye anajulikana kama vile e, Zuchu, japo watu wengi wamesema kwamba a, a, o itakuwa dogo amebebwa na Zuchu e, lakini nikupe tu taarifa, huu wimbo ulikubalika hata kabla Zuchu mwenyewe hajaingilia kati e, baada ya Zuchu kuingilia ndo iliweza kuhiti sana. Kwa mfano nikupe mfano kuna afande afande ni huu wimbo huu dogo ambao aliuimba tu aenda kuipo akaenda kupost TikTok. Baada ya kupost TikTok, wimbo huu uliweza kufanya vizuri mno eh, uliweza kufanya vizuri sana mpaka um, uh, ki, kila TikTok iko kingia kila uh, account ya mtu ama page ya mtu ya TikTok kingia, unapata uwezo ukakosa, watu wanafanya challenge na nyimbo hii ya afande sasa, baada ya kutendi kabisa ndio ukamfikia Zuchu. Unajua mtazamaji, kama kitu hakija hit hakiwezi kumfikia msanii mkubwa, lakini kwa kuwa ile hit sana ikaweza kumfikia hadi wasanii wengi, sio Zuchu peke yake, ilifikia hadi wasanii wengi, lakini Zuchu ndio akaamua kumtunuku huyu dogo na vasi ili na yeye aweze kumpa aa, support kufika aa, kule mbele. Sasa wale mnaosema adogo aliweza kubebwa na Zuchu eh, hapo maoni yenu, na wakataa kabisa huyu dogo hakubebwa na Zuchu, bali yeye mwenyewe ali ya, ya, wimbo wake ulihiti tu eh, yn yani kwa mipango eh, ya Mungu eh. Msanii chino pia naye anasema kwamba huyu dogo eh, ni, ni, ni uhakika kabisa ah, Mungu akitaka kukutoa akikutaka ah, kupandisha juu basi anakutoa hata kama uko wapi hata kama uko ndani ya shimo. E, atakuvuta tu mpaka ngazi za juu, huku watu waweze kushangaa. Kwa hivyo mtazamaji, e, Chino anazidi kuongea hivi kwa sababu yeye anasema kuna watu wanasema, a, alifanikiwa kupitia a, Freemason. Sababu Chino baada ya kufanikiwa kununua magari mengi, yani baada ya yule rafiki yake dereva wake kufariki katika ajali, basi umaarufu wa Chino ukaweza kuzidi sana, aje akanua magari, utajiri ukaongezeka hadi bibi, yani mke wa yule dereva wake akaweza kumzawadi nyumba. Alikuwa amejenga nyumba mbili, akampatia nyumba moja. Sasa watu wengi wakasema kwamba Achino atakuwa ni Illuminati ama atakuwa ni Freemason, lakini Chino alijaribu kueleza watu, ila hawakumwelewa. Lakini sasa amekuja kuelezea kupitia huyu dogo, akasema huyu dogo eh, ndio mnaona ah, kabisa Uh, hapa ni uwezo wa Mungu. Mungu akitaka ku, ku, ku, kufanya uweze kutoboa ama kufanya uweze kufanikiwa basi anakutoa tu mahali popote, cha msingi tu ama ili mradi uweze kufaulu katika maisha. Sasa hivi huyu dogo ndo uh, kama mimi vile ambavyo mmekuwa mnasema mimi ni Freemason, lakini sio Freemason ni kwa uwezo eh, wa Mungu tu ndio maana tunatoboa namna hii e, bwana. Huyo ni Chino alikuwa anawasilisha swala lake. Sasa turudi kwenye story yetu ya dogo Paten kiasi. e, dogo Paten, basi kama hivyo hivyo anaendelea kukiwasha katika show. Show yenyewe ndio hiyo ambayo nimepekea hapo, na unavyoona umati ni mkubwa kabisa, kumejaa hapo na sio show ya bure e, bali hapo watu wote e, wamelipa e, kwenda kutazama uh, show hiyo sasa, mtazamaji, hapa ndio naambiwa kwamba eh, uh, metali naendaje? Unamdhania sijui ndie ama unamdhania eh, sie? Bwana ndio hivi sasa, kijana mdogo kabisa eh, hakutarajia kuwa atafanya ah, jambo kama hili eh, jambo kama hili eh, la kujaza umati mkubwa hivi, alafu anavyoimba anapiga ma freestyle pale sijui Simba na Yanga, he, basi watu wanazidi kurukaruka kama unavyoona watu wanarukaruka hapo, alafu vibe liko unajua. Mtazamaji, ukitaka kujua vibe liko ni ile namna, naambia watu bwana, piga makofi kama kawaida. Wasanii wa Singeli ndio wanasikizwa sana na mashabiki zao, unaambia ruka juu, si wananguruka juu, la unao wananguruka kwenda kushoto, twende kushoto, turudi kulia, he, na wanaenda kulia kulia Vua shati, vua shati sijui. Sijui. E, e, nini ile e, zungusha shati alafu weka mikono juu. E, e, wasanii wa Singeli huwa wana vibe a, kinoma kinomanoma hawa e, yani mashabiki nao huwa wanafuatilia anachosema yule msanii wa Singeli. Tatizo show huwa ni vurugu kweli, sijui ni sababu gani huwa e, ni vurugu mpaka watu kutimua vumbi. E, hawa wasanii wa singeli ikiwemo huyu Dogo Paten pia a, ni msanii fulani wa singeli, wa singeli kama singeli yake Afande ambayo inazidi e, kufanya vizuri na inazidi kuteka watu hapa katika nchi hii ya Tanzania e, bwana kama kawaida a, kama unazidi kumkubali mdogo Dogo Paten. Hapo basi gonga like na usahau kusubscribe. So, kunachia comment pale kwenye comment section ya Umbea Media TV, ama pia uh, usisahau kushare na marafiki zako ambao pia wangependa kuzipata habari hizi uh, kem kem, uh, zinazo trend mitandao yote ya kijamii ambayo so zinaletwa uh, live kabisa na channel hii ya Umbea Media TV. E bwana, una share kwa marafiki zako eh, ili na wao waweze kuzijua habari hizi na pia bila kusahau kucomment na hata pia kulike una view pia ndio, ili usiweze uh, kupitwa bwana. Kama unamkubali huyu dogo na unahisi kabisa amekiwasha uh, basi usimnyime maua yake kwenye comment pale.